Usisahau kusubscribe kucomment kulike na kushare ili kuwa kwanza kupata habari mbalimbali mbali kutoka Dar24 Media. Muungano wetu huu ni dhamana tuliopewa na walezi wetu viongozi wetu waliotangulia katika taifa hili, lakini pia muungano wetu huu ni heshima kwa Watanzania wote, na ndio kwa sababu leo Watanzania popote wanapotembea ndani ya nchi na nje ya nchi wanatembea vifua mbele. Kwa nini? Tumeungana na tumelijenga taifa limara, taifa lisiloyumba, taifa lenye watu wasiokuwa na ubaguzi, taifa ambalo linapata mafanikio kwenye miradi mbalimbali ya maendeleo ndani ya nchi bara na visiwani. Lakini pamoja na dhamana hii na heshima hii, muungano huu ni miongoni mwa tunu za taifa hili, ambayo kila mmoja, kila Mtanzania anapaswa kwanza kuilinda, kuienzi na kuisemea popote utakapokuwa, kwamba muungano huu ndio jambo tunaloringia